Chanuo 2025. Asante uh, wasilisho hili ama dokumentari hili, dokumentari hii ni ushahidi wa mambo mawili. Mwaka jana uh, uh, kwa mara ya kwanza tulianzisha, ndugu mgeni rasmi, mwaka jana kwa mara ya kwanza tulitambulisha rasmi jukwaa hili ama mkutano huu wa Chanuo ukiwa na lengo moja wanawake na wasichana wafanyabiashara waliopo kanda ya Ziwa, au wanawake wenye ndoto na wasichana wenye ndoto ya kuwa payonea wa maendeleo katika jamii ama katika maisha yao binafsi, waweze kupata nafasi ama sehemu ambayo watakuwa wanaonyeshwa mbinu mpya zitakazoweza kuwafanya waweze kukabiliana na hali ya umasikini, lakini pia kuweza kujijenga kama watu wenye nguvu na ushawishi mkubwa sana katika uchumi, na hapo ndipo ambapo maono ya Chanuo yalipozaliwa. Ya mwaka jana, kwa watu ambao waliweza kujitokeza, tulifanikiwa kuonyesha fursa zaidi ya kumi ambazo tuna ushahidi wa baadhi ya wa wanawake. Baada ya mkutano ule pale, waliweza kuzienendea na wakaanza kuzipractice, na mwaka huu kuna shuhuda za wale ambao walijaribu kuchukua nafasi zao ama kuchukua kile ambacho tumekionyesha mwaka jana na wameenda kutekeleza, na sasa hivi safari ya maendeleo uh, wameianza katika hilo tukasema kama mwaka jana tumeweza kuonyesha fursa na watu wengi wameweza kuzienendea, lengo tu ilikuwa ni kwamba kuondoa ule, ule mtazamo wa kudhani kwamba watu wanaotakiwa kufanikiwa ni sisi wanaume. Tukasema kwamba hapana, na fursa zote kubwa unakuta kwamba hivi wanaume wengi ndio ambao wanazikimbilia au ndio wamekuwa wakionyeshwa zaidi kuliko wanawake, huku akiambiwa hawawezi kufanya. Lakini hiyo, hiyo, huo mtazamo sio wa kweli na hicho ndicho ambacho kilitusukuma sisi kusema kwamba hivi kama chombo cha habari tunatakiwa kutengeneza jukwaa ambalo litawakutanisha wanawake na wasichana na kisha wakazungumza masuala ya maendeleo yao binafsi, ambayo baada ya wao kuweza kufanikiwa inakuwa ni msaada mkubwa kwa jamii, kwa wao binafsi, jamii na taifa letu kwa ujumla. Na ndio maana mwaka huu tukasema hivi, kama wamechukua nafasi hizo, kitu gani ambacho tunaweza kukaa kwa pamoja tukakizungumzia kikawatoa watu ama kikawapeleka katika hatua ya juu zaidi tukaona kwamba kama mtu ameweza kuanzisha jambo lolote katika nafasi yoyote sasa hivi, ili hilo jambo liweze kwenda kwa kasi zaidi, mbinu pekee ya kuweza kuleta mafanikio ya haraka na faida kubwa ni pale mtu ambapo anakuwa mbunifu. Na ndio maana mwaka huu kwa mara ya kwanza tukaamua tukasema kubaliana, tukae hapa tuzungumze namna gani ubunifu unaweza ukamtoa binti wa kanda ya Ziwa, msichana kanda ya Ziwa na mwanamke wa kanda ya Ziwa, ambaye mimi na uhakika kabisa wote hao ambao wamekusanyika hapa leo hii wana maono binafsi ambayo yajaanza ya kuna wale ambao wameanzisha, lakini kupitia mkutano huu hapa huu na yale mambo ambayo yatazungumzwa, zile shuhuda zitakazotolewa, lakini uh, experience itakayo share kwa pamoja itaweza kuongeza ile kasi ya kuweza kufanikiwa. Jukumu uh, langu mimi leo ni moja tu, ni kuuzungumzia ubunifu ni nini na namna gani yaweze kufanya au uchukue na kuapply katika ile hatua ambayo umechukua. Inawezekana kama msichana, uko levo ya chuo, unatakiwa ufahamu sasa hivi mbinu ubunifu kama silaha ni kitu gani. Lakini pia inawezekana kama uh, mama mwanamke, amba upo katika maeneo mawili, upo katika maeneo ya uongozi, kwenye biashara na kwenye jamii, lakini pia upo katika eneo la biashara yako mwenyewe. Je, ubunifu unaweza kwa kusaidia nini? Ama ubunifu ni nini na unaweza kwa kusaidiaje ukatoka katika hatua hiyo uliopo na ukaenda kwenda kwenye hatua kubwa kubwa zaidi. Nitatumia muda mchache sana na nitajitahidi kuzungumza kwa haraka haraka ili tuweze, ku, tuweze ku, ku, ku, kufahamu kitu unachotakiwa kufahamu kwamba ubunifu, ubunifu sio kipaji cha msanii. Naomba mnielewe vizuri, mwanamke na msichana, unatakiwa ujue kitu kimoja: ubunifu sio kipaji cha msanii. Labda inawezekana ikawa na mtazamo mmoja kwamba kuna watu pekee ndio waliozaliwa kuwa ni wabunifu. si si si ndivyo eh? si ndivyo jamani, kuna watu wanaonekana kama wao ndio wana akili sana, ndio wanaitwa wabunifu, si ndivyo? Sasa leo mimi nataka niwe mtu wa kwanza kwamba hivi, binadamu wote tumezaliwa na kiwango kikubwa cha ubunifu bila kuwa katika kundi lolote. Maana yake wewe msichana, wewe mwanamke, ni mbunifu by nature. kwa asili wewe ni mbunifu, ila tu inawezekana haukuwahi kujua labda kwa sababu haukuwahi kujua ni nini nifanye ili nionekane kwamba nimebuni kitu ambacho kinanitoa katika hatua hii niliyopo na kwenda hatua ya mbali zaidi. Nadhani tutakuwa tumeliona vizuri. Unatakiwa ufahamu kwamba katika dunia ya leo, msichana au mwanamke anaweza kutumia ubunifu si kujipatia kipato, bali kujijenga kama kiongozi bora katika familia, jamii na taifa kwa ujumla. Swali ni kwamba Mbunifu ni nani? Mbunifu ni nani? Mbunifu ni mtu mwenye mtazamo sahihi wa jambo lolote linaloongeza thamani. Kwamba hebu waza kwamba hapo kwenye, kwenye meza yako una chupa ya maji, una chupa ya juisi, si ndivyo? kama hapo hebu upo, shika chupa yoyote ambayo unaona imekuvutia ikamate. Kuna mtu amekamata ya juisi, kuna mtu kakamata ya maji, si ndivyo? Sasa ngoja kwanza, ni kitu kimoja. Kama umechukua chupa ya juisi ya jambo ya embe dodo, namba nikufahamishe, hivi hayo yalikuwa ni maembe kabla hajawekwa kwenye chupa. Tunakubaliana, tunakubaliana eh? Sasa kuna mtu mmoja yeye akawaza tu akasema, hivi maembe yanaweza yakachujwa ya yakawekwa katika sehemu ama katika kifungashio yakahifadhiwa vizuri na yakaweza ikaweza kuwa juisi, na mtu akanywa. Maana yake ni kwamba thamani inatokea wapi? Ubunifu ni ule uwezo wa kuwewe kuongeza thamani juu ya kitu unachokiona kwamba embe tunaloliona tunalolinunua, nguzo nane, sawa sawa Ukilichukua ukienda kuliweka kwenye, kwenye, kwenye blenda mashini yako sawa, ukalisaga ukaweka kwenye glasi yako, utakuwa una hatua mbili. Hatua ya kwanza uinywe nyumbani sawa sawa, au unaweza ukajiuliza nimuuzie jirani yangu, si ndivyo? Kwenye hatua hizi mbili, ni mtazamo wako tu ndiotoka kubadilisha kwamba labda katika jamii uliopo ina ina uhitaji mkubwa sana wa juice. Sasa wewe unasema kwamba kwa sababu mimi na mti wa maembe, mimi haya maembe nitakachokifanya sitayachuma na kuyauza kama yalivyo ila nitayasaga, nita ya nitayachuja, nitaweka katika glass na nitawauzia majirani zangu. Maana yake ni nini? Umetoka kwenye kuona maembe kama matunda ya kawaida, lakini ukayaona maembe kama ni suluhisho la changamoto la uhitaji wa juisi mtaani kwako, tumeelewana hapo. Kwa hiyo uwezo wako wa kuona mahitaji yaliyopo katika sorry. Uwezo wako wa kuyaona mahitaji yaliyopo katika jamii yako, hiyo ndio hatua ya kwanza ya wewe kuitwa mbunifu. Sawa, narudia tena uwezo wako wa kuona mahitaji na ukaona kabisa kwamba vinaweza nikahudumia nikatoa nika, nikatoa nikaiondoa hii changamoto ya uhuhitaji ule, ndio mwanzo wa wewe kuwa mbunifu. Maana yake umeamua sasa kugeuza ule uhitaji na kuwa chanzo cha kipato chako, na hiyo ndio maana ya ubunifu, ni kitendo cha kugeuza uhitaji wa jambo wewe kulipeleka katika kipato uhitaji wa kipato chako. Huwa napenda sana kutolea huu mfano kwamba tutolee mfano hapa nje pangekuwa pana, pana frames za vinyozi ishirini, mtu pekee atakayeshinda katika biashara ya hizi frame ishirini ni yule ambaye hato toka alikotoka na mtaji wake akaenda kuongeza saluni nyingine kwenye eneo hili, ila mtu atakayeitwa mbunifu ni yule atakayekuja labda na karakana ya kunoa viwembe vya saluni zile zote, si ndivyo? Katika hali ya kawaida utakuwa ume sio wakati wale wanasubiri wanasubiri watu wakuwanyoa, wewe utakuwa umewageuza wale wote wenye zile saluni kuwa ndio wateja wako. Uliona kwamba hivi mimi sina haja ya kuenda kuongeza saluni nyingine hapa, ila tu mimi nimeamua kuwa fundi wa mashine za kunyolea mimi kuwa ma fundi wa wa wa mimi kuwa fundi wa kutengeneza uh, mtanisaidia ile akasha nyole inaitwaje bro, dryer inaitwaje bro dryer. Wewe umeamua kuwa fundi wa bro dryer. au ukasema hapana, mimi nitauza vifaa vya saluni, wewe tutakudefine kama ndio mbunifu wa kwanza, kwa sababu moja, wewe ulivyoona haukutaka kuingia kwenye competition, ila umeamua kutafuta mwendo wako na njia yako sawasawa, kuweza kutatua changamoto za hawa watu, mashine zao zinavyoharibika wanaenda kutengeneza wapi? Badala waende Mwanza, wewe umeamua kwamba hivi mimi hapa nitaongeza frame moja, na frame hii ndio itakuwa inawahudumia hawa wote wenye hizi saluni. Kwa hiyo, hiyo ndio maana nyepesi na ya uharaka ya kuita wewe ni mbunifu, ama kwa lugha iliyozoeleka ni kwamba mbunifu ni yule anayoiona fursa sawasawa, kama anayoiona changamoto kama fursa na sio kama changamoto. Nirejee hiyo, mbunifu ni yule ambaye anaona changamoto kama fursa, ama anaona matatizo kama fursa na sio kama matatizo kwamba kwenye jamii uliopo ina tatizo kubwa sana la maji, lakini unajikuta kwamba wewe una uwezo wa kuchimba kisima. Kwa hiyo unachokifanya wewe, unageuza ule uhitaji unakuwa ni biashara. Kwa hiyo uwezo wako wa kugeuza uhitaji kuwa biashara, huo ndio unaokudefine ama unaokuelezea na kukupambanua kama mbunifu. Wangapi wamenielewa tafadhali? Asanteni sana, machanuo wote. Nitazungumza mambo matatu makubwa. Kwanza, ubunifu na uchumi kwa msichana na mwanamke. Mwanamke bunifu anaweza kubuni bidhaa au huduma zinazotatua changamoto za kila siku. Nimeelezea vizuri hiyo, si ndivyo? Kama vile kutengeneza sabuni za asili, ama mnaziita natural soaps, kutengeneza mavazi yanaweza kawa kitamaduni au mavazi yoyote ya mtindo mbalimbali, au anaweza akaamua kuwa na mtindo tofauti wa kufanya siasa. Kwa hiyo, ule utofauti wako ndio unaokufanya wewe uweze kuwa mbunifu na kuweza kufanikiwa zaidi kuliko na watu wengine. Nikiwa ofisini, mara nyingi mimi na wafanyakazi wenzangu napenda kutolea mfano mmoja, nasema hivi, imagine katika chumba tulichopo wote mkawa mmevaa nguo nyeusi, si ndivyo? Na atakaye kuja naye akavaa nguo nyeusi, nani atakaye? kuna mtu atamtambua? kuna mtu ataonekana tofauti, hapana sio lakini atakayeonekana kwa haraka ni yule atakayekuja na njano yake atakayekuja kuja na nyeupe yake au atakayekuja kuja na, na nyekundu yake. Tumeliona vizuri, uwezo wa kuwa mbunifu ni uwezo wa kuona rangi nyingi zinazofanana na ukasema kwanzia sasa, mimi leo mimi nitavaa rangi tofauti. Ukiweza tu kuchukua hiyo hatua, ukiweza kuwa na huo mtazamo kwamba hivi, ukiona rangi nyingi zinazofanana alafu ukaamua usichague kwenda nazo, ukasema kwamba mimi nitaenda na rangi yangu, wewe ni mbunifu wa kwanza, kwa sababu kwanza utakutofautisha na watu wengine muda wote. Wakati unabuni kitu chochote, siku zote tafuta kuwa wa tofauti, na kuwa wa tofauti ni uwezo wako wa kuona ufanano wa vitu na kuamua kuja na aina nyingine ama approach tofauti, uwezo wa kuweza kutumia rasilimali chache. Mbunifu humwezesha mwanamke, ubunifu humwezesha mwanamke kuanzisha biashara ndogo inayokuwa na kuleta maendeleo makubwa katika familia na jamii yote kwa ujumla. Kuna mifano mingi sana ya wanawake mbalimbali, sijajua kama, kama nitataja tu kwa baadhi nao wajua, alafu nitaacha kama swali. Ninawaza miaka ya nyuma, kabla Shinyanga mjini hakujaa kuwa na migahawa mikubwa, nawaza mtu kama FK aliwezaje ama aliwazaje kusema kwamba vi mimi ngoja ni, ni kama kuna mambo mengi lakini mimi nitaanzisha biashara ya chakula. Maana yake ni kwamba wakati anaanzisha huo mgawa wake aliona kuna uhitaji mkubwa sana wa biashara ya chakula. Eneo la pili, ubunifu kama njia ya kujieleza na kujiamini. Mtu yeyote anayeamua kwenda na njia yake siku zote anawasilisha au anawasilisha uwezo wake wa kujiamini. Kwa hiyo maana yake ni lazima uwe una uwezo wa kujiamini kuweza kutatua changamoto fulani bila kuogopa nani atasema nini, kwa sababu labda inawezekana mtu akasema kwamba ah, wewe unataka kufungua biashara ya kuuza vifaa vya, vya nani hapa vya saluni hapa. Ah, uwezi kutoboa haya. Ah, maneno sio yapo, lakini ujasiri wako wa kusimama na kusema kwamba hivi, hapana, nyiko maeni na saluni zenu. Mimi nitauza vifaa vya saluni, ndio itakao justify uwezo wako na wa kuweza kujieleza ama wa kujitambulisha katika soko ambalo umeamua kuliendea. Jambo la tatu, lazima ujue kwamba ubunifu ni kama njia ya kutatua changamoto bila kuangalia jinsia. Narudia, lazima utazame ubunifu kama njia ya kutatua changamoto bila ya kuangalia jinsia. Maana yake ni kwamba lazima ujikubali wewe kama mwanamke kwamba unaweza kuwa ni chanzo cha kutatua changamoto mbalimbali mbali, au kuziona changamoto kama fursa. Kwa hiyo hilo ni jambo ambalo linatakiwa lianzie lianzie ndani. Tuko pamoja machanuo, jambo la nne ni ubunifu na uongozi. Kwa mtu yoyote ambaye ana, ana maono ya kusema kwamba hivi mimi nataka ku, kuingia katika kuongoza, inawezekana unataka kuongoza taasisi, inawezekana unataka kuongoza jamii uh, eidha katika udiwani ubunge, na ukaamua kabisa kwamba hivi kupitia chama changu najitosa kwenye urais, japokuwa tunasema kwamba hivi mama anatosha sasa hivi hatutaki kuongeza mtu mwingine, lakini nataka tu nikuongezee kwamba hivi katika hili wewe kama, kama mwanamke unayotaka kuingia kwenye uongozi, unauonaje ubunifu kama njia ama kama ndo silaha ya kuweza kukutengenezea njia ya kuweza kufanikiwa zaidi pale baada ya Oktoba? Kiongozi bora ni yule anayeweza kuona mbali kwa kufikiri na kuona tofauti. Ubunifu umjenga mwanamke kuwa kiongozi mwenye maono, uwezo wa kutatua matatizo na kuongoza. Kwa mfano, wengine huenda wao sio wa kuingia lakini, tumekuwa mara nyingi, nimekuwa nikimwona Mheshimiwa Mkuu wa Wilaya hapa Dadangu Mwoni mihita, wakati mwingine anaingia site kwenye ujenzi wa madarasa, utaona anabeba matofali, angewachia mafundi. Au mheshimiwa diwani hapa viti maalum, wakati mwingine naye anabeba na mifuko ya simenti, angewachia mafundi wafanye. Lakini ubunifu unakuja pale kusema unaanza kuonekana kwamba wewe ni kiongozi mbunifu ni pale ambapo unaona kwamba hivi kujichanganya ni sehemu ya kujitofautisha na viongozi wengine, kwa sababu kuna viongozi alafu kuna mabosi. Sawa sawa eh? Kuna viongozi na kuna mabosi. Viongozi ni wale wanaoongoza, kwa mfano kwamba hivi, okay, tunajenga basi kama wote tunatakiwa tubebe matofali na mimi nimo, tumeelewana hapo, maana yake ni kwamba hata kama wewe unaongoza taasisi yako, unachotokea kujua ni kitu kimoja rahisi sana. Wale watu unaowaongoza wakati mwingine hawawezi kuyaelewa yale maono ya ile taasisi, ya hiyo biashara yako unayoiongoza. Ni lazima wakati mwingine wewe uende mbele, uonyeshe kwamba vimaono yangu mimi ni haya. Kwa hiyo kama maono ni watu wote tuingie kufanya kazi, kazi na wewe wenyewe pia unakuwa ni sehemu ya ufanyaji kazi. kwa hiyo kitakachokutofautisha kitakachokutofautisha wewe ni pale ambapo unaona kabisa kwamba ni muhimu sana na wewe kuwa sehemu ya kuongoza kwa mfano, ubunifu pia umewezesha mwanamke kuwasilisha vizuri, kuvutia watu na kuhimiza mabadiliko chanya. Automatic kuna viongozi wengi hapa wameonekana kwa sababu wao kuna kitu tofauti wanachokifanya tofauti na viongozi wengine wanawake. Mfano tu mzuri ule uliotolea mfano usema kwamba wewe umeamua kwenda mbele wakati wote unapowasilisha jambo lako, kwa hiyo hicho kitu kitakuonyesha kabisa kwamba hivi wewe unahimiza mabadiliko chanya kwa mfano. Jambo la tano na la mwisho, njia za kukuza ubunifu kwa wasichana na wanawake. Ya kwanza ni lazima uanze kujifunza, lazima uanze kutoka ndani, uanze kuniambia kwamba hivi, uanze kujiambia kwamba naona kutoka ndani ninaweza kutatua changamoto hii. Wakati mwingine itakuhitaji usome, kwa sababu labda umeanzisha biashara fulani. Haukuwahi kuzaliwa na hiyo biashara, si ndivyo? Si ndivyo? Hujawahi kuzaliwa, hujawahi kuzaliwa, unaifanya hiyo biashara, lakini umeona kwamba hii ni fursa kwangu. Sasa ili uweze kuifanya vizuri, ni lazima ukubali kujifunza, either ujifunze mtindo, namna na asili ya hiyo biashara inavyofanya kazi na inahitaji rasilimali zipi ili uweze kufanikiwa. Jambo la pili ni lazima uweze kuwa na uwezo wa kuona fursa mbalimbali, na fursa mbalimbali zimewekwa, zingine zinaonekana kwa njia ya asili, lakini zingine zimewekwa kwenye maeneo mbalimbali kwa njia ya meo maunye ya maonyesho, hiyo nayo ni njia mojawapo, mashindano mbalimbali, programu mbalimbali za masuala ya uongozi, aidha kwenye biashara au katika siasa na jamii. Jambo la tatu ni lazima ujiamini, lakini pia sisi kama jamii ni lazima tuwe sehemu ya kuwaamini wale ambao wanatoka kwa ajili ya kuongoza vitu mbalimbali mbali. Kwenye familia yako unamwona binti yako anauzauza vihereni, anauza sucheni, chuoni anauza kwa ndugu jamaa na marafiki, kama umeona hiyo spirit kutoka ndani wewe kama mzazi, kama ndugu, kama jamaa, inatakiwa ndio uwe mtu wa kwanza kumsaidia ili aweze kutimiza ndoto yake. Vivyo hivyo pia hata kwa wengine, pia wanapoona kwako ndivyo ambavyo watakavyofanya. Kwa hiyo ili uweze kuwa mbunifu mzuri, ni lazima wewe kama jamii uwe sehemu ya kuamini katika ubunifu na kuwa support ama kuwasaidia, kuwapa tafu wale ambao wanaonyesha kabisa wana nia ya kufanya vile vitu ambavyo vina lengo la kutatua changamoto mbalimbali zilizopo kwa jamii. Kuna msemo ambao siupendi na hata hapa nataka watu wote mukatae, wanasema kwamba hivi adui mwanamke ni mwanamke mwenzie mwenyewe. Huo ni huo, sio usemi sahihi na haijawahi kuwa hivyo, ila tu ni mtazamo ambao umejenga fikra, uadui wa fikra, ukidhani kwamba hivi mwanamke hawezi kumsaidia mwanamke mwingine. Tujiulize swali moja tu, kuna viongozi wangapi wanawake ambao wapo kwenye taasisi mbalimbali, wanafanya wanabuni mbinu mbalimbali zinazotatua changamoto ambazo ni za wanawake peke yake? Si wengi. Maana yake kama wasingekuwa wangekuwa ni wa binafsi, wangesema hii ni wanawake mmoja, niishi mwenyewe, nifanikiwe peke yangu, lakini anafanya jambo ambalo linasaidia jamii ya wanawake wote. Maana yake ni kwamba huo usemi hauna nafasi katika kizazi hiki cha sasa. Sema na kataa, sema na kataa. Adui mwanamke ni kukosa maarifa. Basi naomba niseme tu hivyo, adui wa kwanza mwanamke ni kukosa maarifa. Lakini tupo katika wakati ambao maarifa yameachiwa katika namna mbalimbali. Teknolojia imekuwa, maarifa mengi yapo ya bure katika, uh, katika, uh, katika Uh, websites na maeneo mbalimbali. Uzuri ni kwamba wengi tunatumia simu janja. Na katika kizazi hiki ama kwa wakati huu machanuo, naomba niwaambie hivi, tupo katika wakati waaka, wa akili bandia. Ama tunaita artificial intelligence. Kama hufahamu kwamba dunia ilipofika wewe kama mwanadamu ama kama mtu umeweza kutengeneza ubongo uliofeki unaokusaidia kutatua changamoto mbalimbali kwa njia ya program changamoto, lakini pia kama ukiona kwa changamoto itakuwa fursa. Era hiyo inaweza ikaondoa kazi nyingi ambazo watu wengi maofisini walikuwa wanafanya. Sasa hivi, kwa njia ya akili bandia, unaweza ukaandika barua yako ya maombi ya kazi, unaweza ukaandika mkataba wa jambo lolote unalohitaji maana yake ni kwamba mwanasheria, usipo ruhusu ubongo wako sasa hivi uwe wa kibunifu, kazi yako itafika sehemu haitofanya kazi, kwa sababu mimi mwenyewe nina uwezo wa kusema kwamba hivi naiambia chat GPT iniandikie mkataba wa biashara, na mkataba ukawa bora kuliko hata wewe uliouandika. Teknolojia imefikia hapo sasa hivi. Kwa hiyo ni nani anaweza kushinda katika huo ulimwengu? Anayeweza kushinda katika wakati huo ni yule ambaye anasema kwamba okay, dunia imefika hapa. Kama imefika hapa, basi mimi ninawaza kitu gani kitakacho nifanya kazi yangu isichukuliwe na teknolojia? Ni lazima ufike hapo, na ninatamani sana wanawake wengi wengi wa kanda ya ziwa, na uzuri, wengi wa wanawake wengi wa kanda ya ziwa ni wajasiriamali, wafanya biashara, nitawa nitawaomba sana, hakikisha unaji, unaji, unaji associate biashara zako, mambo yako njia zako na teknolojia ili uweze kwenda mbali zaidi. Machanuo, tuko pamoja. Naomba nihitimishe kwa kusema hivi: ubunifu si mapambo, ubunifu ni nguvu ya mabadiliko. mwanamke mbunifu ni mwanamke mwenye uwezo wa kujitegemea, kushawishi jamii na kuiongoza kwa maono yake. Ni jukumu letu sote, sisi sote, serikali, mashirika, familia na jamii kuwapa nafasi, vifaa, hamasa wasichana na wanawake wote wa kanda ya ziwa waweze kupata nafasi ya kutumia ubunifu wao katika kutatua changamoto mbalimbali. Tuwaache wajitegemee, wawe viongozi bora wa leo kesho na siku zote. Ndio maana tumeamua kusema hivi, Chanuo 2025. Jisuke maana yake nini? Jisuke maana yake jitengeneze kuwa tayari kwa ajili ya mapambano kama mwanamke, ili uweze kukabiliana na kujitengeneza, ni pamoja na kujifunza sawa sawa. Baada ya kusema hivi jichane, tunasema ongeza ubunifu ukishajiongezea maarifa sawa, alafu ukaamua kusema kwamba katika maarifa niliyonayo, najiongezea na ubunifu, kuichana dunia ni kitu cha kawaida sana, ni cha kawaida sana, kwa sababu wewe utakuwa umeamua kabisa kwamba nimejifunza, nimeona fursa, nimejifunza, nimeongezea ubunifu, sasa hivi ni mwendo wa kufanikiwa tu. Chanua elfu mbili na ishirini na tano. Asanteni kwa kunisikiliza. tisini na mbili nukta saba Jambo.